Sawa, lakini iko changamoto ambayo pia nilisikia kule Muleba pia kuhusiana na vifaranga, idadi ya vifaranga, upatikanaji wa chakula, na yeye nilitoa maelekezo pia na nikasema ili pia tunahitaji kuona namna na ya kulipatia ufumbuzi wake. Kule Muleba nilikutana na changamoto ya vifaranga vinavyoagizwa ni vichache kuliko vile vinavyopokelewa. Nilienda pale wakaniambia walikuwa wanatakiwa kupokea vifaranga elfu kumi kwenye kizimba wamepokea vifaranga elfu tatu mia tano Ina maana kuna vifaranga elfu sita mia tano havipo, lakini wewe umepewa vifaranga hivyo elfu tatu mia tano bado unatarajiwa ulipe gharama vifaranga elfu kumi Haitawezekana sasa. kama ni teknolojia kama ni utaratibu unaotakiwa kufanyika ili jambo litajua kujurudiwa mara ya pili samaki wanapowekwa tena, hii, hii story isiwepo tena, itafutwe mbinu sisi Mwenyezi Mungu ametujelea akili kama binadamu, kwa hiyo tunatakiwa tutafute mbinu. Hata kama hatuna teknolojia tutafute mbinu ya kufanya reconciliation ya kulinganisha kinacholetwa na kinachopokelewa. Hakuna anayeshughulisha na mradi wa uvuvi anatakiwa kuonewa eti kwa kufikiri kwamba ajielewi. Hawa watu wote walioko hapa wanajitambua na wanajielewa, na hakuna mtu anaruhusiwa kuwakandamiza kwa namna yoyote ile, kwa kuwapa idadi ambayo haitakiwa. Kwa kama kuna watu wanafanya hicho kitu na nimetoa hayo maelekezo kule Muleba. Na tutafanya uchunguzi. Tutafanya uchunguzi, ili tuone kama kuna watu hapo hapo katikati ndio wanafanya hicho kitu, lazima wawajibike. Kwa sababu fedha serikali zinazotolewa zinataka ziwanufaishe wale wa mwisho ambao wanapata hicho kitu. Lakini kama kuna watu hapa katikati wanafanya ni mradi kwamba tunalipa vifaranga elfu kumi, tunalipa vifaranga elfu ishirini, afu kuna watu wanaleta vichache, afu vichache sijui wanachukua hiyo pesa wanafanya nini? Hizi pesa ni za moto, watazitapika k nilitoa maelekezo, na nitakapohitimisha nitaenda kutoa maelekezo maeneo yote ambayo nimekuta kuna hii changamoto. TAKUKURU wataenda watafanya uchunguzi na tutapata ripoti, ili tujue nani ambaye anataka kuhamisha maoni ya mheshimiwa rais. Anaweka pesa kwa ajili ya maslahi ya Watanzania, na hakuna mtu anaruhusiwa kuingia hapo katikati na kuleta kitu ambacho hakifai. Tuko pamoja jamani.